Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu kisha wazaliwa kwake wana saba na binti watatu. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo elfu saba na ngamia elfu tatu na jozi za ng'ombe mia tano na punda wake mia tano na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wa upande wa mashariki. Alikuwa tajiri, alikuwa na mali nyingi. Haleluya! Tunapomtazama Ayubu kama mtu anayetajwa kuwa alikuwa ni tajiri, lakini haimtaji Biblia haimtaji tu Ayubu kama ni mtu aliyekuwa tajiri. Utajiri nyakati za Biblia, nyakati za wenzetu zilikuwa zina utajiri wa mtu ulikuwa unapimwa kwa namna alivyokuwa na miliki, mifugo tukiona mifugo, tukiona na watu wengi nyumbani kwake anawahudumia lakini, utajiri pia ulikuwa na pimwa kwa mali, kwa aina ya madini. Mtu ambaye alikuwa nayo alikuwa na dhahabu, likuwa na madini mbalimbali, alikuwa na shaba, alikuwa na fedha. Mara nyingi fedha inapotajwa inatajwa kama madini ya fedha. Kwa hiyo Ayubu alikuwa ni tajiri wa mwilini lakini hakuwa tajiri tu. Ayubu Biblia namtaja alikuwa ni mtu aliyekuwa na mcha Mungu. Bwana asifiwe! Ayubu alikuwa ni mtu aliyekuwa kimcha Mungu, na inamtaja kuwa alikuwa ni mtu mkamilifu, ni mtu mwelekevu, aliyepukana na uovu tunapozungumzia utajiri wa rohoni, utajiri wa um, rohoni ni utajiri wa muhimu lakini